Ni nini kimewapunguzia mwendo? Wagalatia sura ya tano fungu la saba ndiyo msingi wa somo letu, lakini kabla sijaingia katika somo, niwapeleke nyuma kidogo. Safari ya kanisa hili ni safari ambayo ime imekumbwa na changamoto kadha wa kadha. Safari ya hili kanisa wakati wa mishonari wanaileta injili eldaniko walileta injili ya milele, wakatufundisha habari ya marejeo ya Yesu mara ya pili na kwa kweli tulielewa injili hii ya milele na watu wakakazana wakiamini ya kwamba Yesu anarejea mapema, na kwa kweli hata leo bado tunaamini kabisa ya kwamba Yesu anarejea mapema, hilo bado tunaamini jili ya milele ya marejeo ya Yesu mara ya pili, mzee Bilingi, ikahubiriwa ikaingia moyoni, watu wakaishikilia, wakaambiana twakaza mwendo Zayuni, wakaimba wakasafiri wakiwa wameshikilia imani. Lakini adui kwa, kwa ujanja akaingiza injili ya ufukara na watu wakaimeza ndani kachana na injili Yes ya uchumi wakaachana na injili ya utajiri, wakaachana na injili ya kupata fedha na kumiliki mali wakakaza mwendo kwenda vayuni. Ni kweli, lakini injili ya kupata utajiri wakaachana nayo. Na unajua wakoloni walipotufundisha habari ya marejeo ya Yesu mara ya pili, hawakutudanganya, walisema kweli kabisa ya kwamba Yesu anarudi, lakini adui akapanda injili ya ufukara na tukaishikilia na unajua ni wao walionunua mashamba makubwa wakatengeneza maeneo makubwa ya kimishonari, wakatengeneza vituo vikubwa vya kiinjili. Lakini waafrika wengi na hasa Tanzania, kwa kuwa injili ya kumiliki mali na utajiri haikuingia moyoni, walipoondoka, taratibu tukaanza kugawa maeneo, taratibu tukaanza kuyapoteza, taratibu tukaanza kuyaachilia, taratibu tukaanza kuwa fukarana. Hata leo ukauliza, utasikia Kana tulikuwa na eneo kubwa mno, lakini katikati hapa yakaanza kukatwa maeneo, yakaanza kuchukuliwa. Maana ni kweli tulishika injili ya kwenda Zayuni, lakini tukaacha injili ya utajiri, na leo kazi ya Mungu iko kwenye shida, iko kwenye tatizo. Maana ni kweli tunaenda Zayuni, lakini lazima twende Zayuni tukiwa na uchumi wa kuwaambia wengine sisi tuna Mungu anayetoa haikutosha. Ikaja injili nyingine hapa juzi juzi tu katikati ya, ya, ya, ya hizi siku kumi za maombi ikaja injili ya kukesha usiku kwa ajili ya maombi. Watu wakaanza kusema hii injili si ya kwetu. Haya mambo ya mikesha ni ni ni mambo ya ya ya ya watu wa kiroho, si si injili ya kanisa letu. Na naamini hata hapa Kana vita ni kubwa, watu wakidhani hii si ya kwetu, lakini leo nataka nikukumbushe injili ya mkesha ndipo mahali kanisa hili lilipozaliwa. Ila adui kwa hila akaingiza injili tofauti, ili watu waone haiwezekani, ili watu waone si cha kwetu, kama alivyofanya kwenye injili ya milele, akaingiza injili ya umaskini. Na leo tena anafanya hata kwenye maombi, aitisha watu waambie, twendeni tuka kesho, wanasema hiyo siyo injili yetu. Niwakumbushe, ili Yesu asulubiwe msalabani, ilihitaji mkesha wa Gethemani ili awe mshindi dhidi ya dhambi. Aa, hauja nielewa. William Miller ili aletewe njozi tena ya kutafsiri kwa usahihi ule unabii aliyoukosea, ilibidi kanisa likeshe. Ha, haujanielewa. Ili Israeli ikombolewe kutoka Misri ilipaswa wakeshe, na wakaambiwa, mfunge na mishipi, maana ni asubuhi hii, baada ya mkesha mtatoka na kurejea Kanaani, lakini adui kwa ujanja anapandikiza hila ili watu waikatae, watu waachane nayo. kwa hila anapandikiza injili tofauti, lakini si hivyo tu, tukaletewa injili ya matengenezo hapa, na ninyi mnafahamu injili ya kutengeneza maisha. Adui alivyo mjanja, akalichepusha kanisa kutoka kwenye injili ya matengenezo ya maisha akapeleka kwenye injili ya matengenezo ya ulaji, tena baadhi tu ya vyakula. Hata leo nikauliza hapa, habari gani juu ya matengenezo, utasikia mimi nimeacha nyama na vita leo ni kubwa, ya watu kusema, we, we unayekula nyama haupo kwenye matengenezo. aa, ajenda ya matengenezo haikuwa kwenye nyama peke yake. Ajenda ya matengenezo ilikuwa kwenye mfumo wa maisha, lakini adui akatuchepusha kutoka hapo, na leo hatutengenezi maisha, tunatengeneza kuacha nyama peke yake. hakuna kitu kizuri ambacho Mungu alikileta kwa kanisa hili alafu adui akaacha kiende bila kukijeruhi kwa kuleta vitu vya tofauti. Hata leo nikaanza kuuliza kanisa hapa tufanye sensa, utasikia mtu anasema, a, mimi niko kwenye matengenezo. Kwa nini? Anasema nimeacha nyama. Sasa sisi wengine ambao kwenye nyama bado hatujatengeneza tunaonekana kama hatuendi Kanani. Tunaenda ninyi tu mnachelewa. <laughs> <Hallelujah. laughs> kule Nairobi pastor <laughs> na kule Eldoret nimeenda kwenye makambi miaka. Ukishafika Eldoret, agana na nyama, hazitaletwa mezani. Wiki nzima ni sukuma wiki, ni tembele Jamani ah, kwa nini lazima tunatengeneza, ila nywele hazitengenezwi, mfumo wa maisha hautengenezwi. ha, ha, ha. Mama maisha ya kawaida hayatengenezwi, wamebaki kwenye. Siku moja nikawaambia mtani huo <laughs> mzilete tu, kama watu watalaanika walaanike, ila nitazile <laughs> Haleluya Bwana. <laughs> Sasa watu wakachepushwa, wakaacha ukweli wa, wa kiroho, wakabeba ajenda isiyo wa ajenda ya kweli, na mwisho wa siku kanisa limechepushwa, hakuna matengenezo ya kweli, maisha yanazidi kuharibika. Ninawatia shime kwa jina la Bwana, turudi kwenye injili ya kweli kama ni uchumi, hakikisha unamiliki uchumi. After all Biblia imeshasema wanaoenda mbinguni wataenda wenye utajiri <laughs> ospit, wenye fedha. Ndiyo maana akasema, kama huna cha kutoa usije kanisani. ila leo situmekaidi wengi hapa, maana anajua kwamba ili Injili itangazwe na watu waiamini, lazima wanaoitangaza waonekane wana Mungu wa kweli. Leo ni mashaka, yaani ukisema nina Mungu, ana mashaka, maana viatu vilishaisha soli, shati lilisha megwa huko nyuma limeisha, alafu nasema nina Mungu anayemiliki vyote. Mungu gani huyo? Hebu tupungiani mkono wanakana. Sasa kuna mwingine anasema ah, kwa hiyo mimi kwa kuwa sio tajiri basi niondoke kanisani? Usiondoke kwanza, haleluya! Usiondoke kwanza, ila Mungu alitaka watu wake wamiliki uchumi na ndio maana alisema nitawafanya kuwa vichwa na wala sio mkia. A-a, anasema ninyi mtakuwa wa kukopesha na si wa kukopa. Kwa nini unakopa sasa? Kama haujaathiriwa na injili ya marejeo lakini huendi kanani. Tuanze tu kufanya sensa hapa ya watu wanaodaiwa vikoba. <laughs> Yaani hapa kuna watu akiona sura ya mtu imesimama pale mlangoni, anasema yule mama amekuja tena, amenifuata mpaka huku. Mungu atusaidie sana, ili tunapohubiri injili ya kurudi kwa Yesu, lakini mfukoni tuwe na fedha pia. Tunapohubiri habari ya Kristo, tuelewe kanisa hili limejengwa katika misingi gani. Ni hivyo hivyo. Ilipokuja sasa hiki chama kinachoitwa ATAPE, maana ATAPE ni chama cha wanataaluma na wajasiriamali. Tuko sawasawa yaani? Yaani, unaposikia neno ATAPE ni muunganiko wa makundi mawili makubwa tu, mheshimiwa katibu, mawili makubwa tu, wanataaluma na wajasiriamali. Adui alipoona chama hiki kinakwenda kuunganisha nguvu za watu hawa, akaleta ajenda nyingine, akasema hiki ni chama cha wasomi na wenye fedha. Hata hapa nikiuliza wanasema hivi leo watapi wamekuja, watatuachia nini hapa? Kwa nini? Kwa sababu ajenda halisi imekuwa diverted, yani wameichepusha. Ikadhaniwa unapotaja chama cha Atape umetaja matajiri, umetaja wasomi wakubwa, na unajua adui akapandikiza elimu hii na watu wakaiamini na leo ukitaja atape watu wanasema hivi, nikiingia atape itanifanyia nini? Yani, hatusemi tuifanyie nini atape. Aa, anasema hivi, nikiingia nitapata nini mimi? Ninakwambia utapata mara mia katika ulimwengu huu na baadaye uzima wa milele haleluya! Nasema tutapata nini? Ikachepushwa ajenda ya chama, ikachepushwa ajenda ya kweli ya atape. Watu wakadhani ukitaja atape unataja mabilionea walio na fedha za kwenda kusaidia makanisa wayaezeke, wasomeshe watu, waende kwenye vituo vya afya wakatoe madawa bure. Ndiyo adhana inayojengwa ya atape, na hata ndani ya makanisa wengi. Tumeuliza mimi niingie na sina fe ila ni ajenda ile ile ya adui aliyeendelea kuchepusha malia tangu miaka hiyo mpaka sasa. Anapoona kuna jambo linaenda kufanikiwa, anaingiza ajenda ya kuchepusha, na bahati mbaya amefanikiwa sana. Leo tumeuliza kanisa zima la mtaa wa Kana nimeona wanachama tu kadhaa watatu, nafikiri kama sijakosea. Si kwamba hapa hakuna wanataaluma, si kwamba hapa hakuna wajasiriamali, wapo, ni wengi mno, lakini ajenda ya adui imezama viwango vya kutosha kuwafanya wasiamini kwamba ni sehemu. Na unajua ni kwa nini? Kwa sababu ajenda ya kuanzisha hiki chama cha atape kwa maana ya, wanaja, ya wanataaluma na wajasiriamali ilikuwa ni kukusanya nguvu, ili nguvu ikisakusanyika ya kutosha, kazi ifanywe kwa haraka, dunia ikombolewe, watu warudi nyumbani. Adui akasema hawa, ili wasikusanye nguvu, wedamalia ni kuwaingizia ajenda ya kuwagawa na leo tumegawika. Leo dada dada Monika akija hapa, chama kinaonekana ni cha kwake, na watauliza hivi, anafanya kazi gani? uchumi wake ni kiwango gani? yaani Elda Sospita, watauliza ana uchumi kiasi gani, na, na, na, na, maana wana wazo la kwamba ili uwe mwanachama Elda Chagonja, lazima uwe na uchumi wa viwango fulani. Mimi nataka niwatie moyo, hatukusanyi watu wenye uchumi, tunakusanya watu wenye nguvu za kiroho walio tayari kuifanya kazi Elda Bilingi, watu wenye nguvu za kiroho wedha una fedha ama huna fedha, wedha una elimu kubwa ama ni ya kawaida. Tunahitaji nguvu hizo ziunganishwe, ili katika kuziunganisha nguvu hizo, likija jambo la namna yoyote, tulikabili kwa nguvu zetu, na ushindi utakuwa wa kwetu. Dhana ya adui ni kuingiza injili isiyo ya kweli, na bahati mbaya amefaulu sana. Hiyo ndiyo bahati mbaya, ila mimi nakutia moyo kwako asifaulu hivi. Wewe nini kinakuzuia? <laughs> Ni, nilikuwa nafuatilia historia. Historia inaniambia hivi, miongoni mwa makanisa yaliyofanya vizuri huko nyuma kwenye chama cha atape ni kanisa la Kana Halo, miongoni mwa makanisa yaliyofanya Andrew, miaka ya uko nyuma ni kanisa la Kana. Mlikuwa mkipiga mbio vizuri, nani amewazuia? Je, ni hii injili? Ndio imewazuia msikaze mwendo? Ngoja niwape kisa kimoja cha kwenye Biblia, wala sikitoi nje ya Biblia katika kitabu cha Matendo, Matendo sura ya nane.